Ndugu zangu Waislamu Islamu, darasa nimefunga leo, na kama nilivyosema kwamba leo itakuwa ni mwisho wa darasa letu, na mimi leo nitaondoka baada ya Isha, kuenda zangu Dar es Salaam mjini. Kesho asubuhi nawezekana nikaondoka nikaenda zangu nyumbani. Na msafiri una <coughs> swali shekhe, ona msafiri ana mawili, akitaka kuondoka anaombea ndugu zake, amwombee dua ya kheri, ili ende salama, ali salama. Na sijui Shekhe Amiri wetu atasemaje, lakini ndio hivyo, shekhe amesema, na ndivyo watu wasome. Kusoma ni muhimu sana, na wanasema kusoma, min almahadi ila lahad kusoma ni kuanzia umchanga mpaka unaingia mwana ndani, ndio unaacha kusoma. Lakini kabla hujakufa kusoma lazima usome, kwa namna moja mpaka nyingine. Kuna kusoma kwa namna nyingi, kuna kusoma kwenda darasani, kuna kusoma, kusikiliza pia ni kusoma. Sasa ukisikiliza, utasoma, utapata maili matatu, utafanyaje? Utaacha hili, utafanya hili, lakini kusoma ni muhimu kwamba kila mtu asome, na hasa ukizingatia kwamba Mtume Muhammad salama Wakati anaambiwa ikra tayari ana miaka arobaini. Yeye anaambiwa soma, ana miaka arobaini. Sasa wewe miaka arobaini hujafikisha, wajiona mtu mzima, utaikusoma ni matatizo, kwamba unaleta matatizo, utafanya jambo si sahihi, utaona kama sahihi, au utakuja kuyumbishwa. Kuyumbishwa ni mtu ambaye astahili ya kuyumbisha no?